of interest kwa Kiswahili, mgongano wa masirahi yaani mbunge, mbunge ndio anatakiwa kukusemea wewe, kuibana serikali yani mbunge. Mbunge ni taxpayer representative, yani ni mwakilishi wa mlipa kodi, yani mbunge anatakiwa aende bungeni, aseme kuhusu bei yako ya pamba ipande. Sasa mbunge anayenunua pamba ndio mnunuzi hapo. Inakuwaje hapo? Sijui kama mnanielewa hivi <laughs> mnaelewa nachosema nyie? <laughs> Sasa mbunge wako anayetakiwa akusemee bei pande yeye ndio mnunuzi, yaani yeye ndio mranguzi. Inawezekanaje mzee? Unaelewa hiyo, haiwezekani, haiwezekani na bei ya pamba duniani haijawahi kushuka, kwa sababu ili pamba ikose thamani ni siku ambazo ukiona watu wameanza kutembea uchi wote, ndiyo siku hiyo pamba itakosa thamani duniani. <laughs> Lakini maadamu watu wanavaa nguo, maadamu watu wanajifunika shuka, maadamu watu wanajifunika mabranketi, maadamu hospitali zipo, watu wanaenda kutibiwa, pamba haitakuwa iishe bei duniani hapa kwa sababu kidonda wanasafishia nini? li. lile gozi ambazo wanafunga kwenye vidonda bandage ni nini? mtu akivunjika lile hongo wanarochukua manani wanawekaweka juu ni nini? Sasa uki, uki, mimi nimekuwa nimekuta mwalimu Nyerere, mimi nimesoma shule ya bodi ya pamba, ninaitwa Bulima Sekondari iko pale Nasa Nyashimo pale Nasa Nyashimo, kwa mbele palikuwa panaitwa Nasa jineri. Mwalimu aliweka chini pale. Hapa kwenu Ruguru kulikuwa na jineri, uongo kwenu? Ukienda ukienda eh, nini Kasamwa kulikuwa na jineri, Maswa jineri Si wapi, kila kona Mwalimu aliweka jinery. Maana yake nini? Jinery inaongeza thamani ya pamba yako, yaani utauza hiyo pamba kwa bei juu. Wongo kweli, kwa sababu ile ilikuwa inaenda kutengeneza nyuzi, ikitengeneza nyuzi zinakwenda kwenye viwanda, inaenda Mwatex kutengeneza kanga, inaenda Mwatex kutengeneza shuka, inaenda Mwatex kutengeneza e, nini, kaki zilikuwa zinavaliwa za Tanzania. Mwalimu aliweka hadi viwanda vya kutengeneza hizi pamba za hospitalini. Sasa leo msukuma anauza pamba yake shilingi 1150 na kilo nzima, hiyo pamba inaenda India kutengeneza ajira kwa wahindi kule kwenye viwanda vya wahindi, wanaifunga kale gram 250, kakutumia hospitalini, kakija hapa nanunua shilingi ngapi? mimi nawauliza, unanunua si hata hii ni pharmacy bana, we unauza shilingi ngapi kapamba unapamba eh? Humo ile ya vidonda anauza shilingi ngapi? Sasa we unauza likiro lizima elfu moja mia moja hamsini alafu kale kadogo kakufutia kidonda kamefungwa tu kwenye karatasi unanua shilingi elfu kumi tuna viongozi hapo, tuna viongozi hapo, tatizo la ajira la nchini na, na nchi, kutengeneza. Sasa fikiria hivi, hicho kiwanda cha kutengenezea hiyo pamba kinaweza kujengwa kwa bilioni ishirini na tano, ukawa na kiwanda chako hicho. Kiwanda kama pamba ya wasukuma ingekwenda ngekuinauzwa hapa, unamuuzia huyu mwenye kiwanda huyu mwenye kiwanda kama kiko Tanzania atamwajiri kijana wa kitanzania hapa. Huyu kijana akilipwa mshahara, atajenga nyumba, atakuajiri wewe, fundi, wewe fundi. Ukipata hela, utanua kitanda kwa mtu anayechonga kitanda yule, atakunywa chai kwa mama anayeuza chai yule. Mama atamwagiza bodaboda mletee sukari, sukari yule, atamunua ata mafuta ya bodaboda ya, yake ya, ya ya kwenye sheri Pesi itazunguka miongoni mwetu. Leo inatoka hapa, inakwenda kutengeneza ajira ch China A ajira India, halafu kale kapamba kanaletwa kutoka pale. Pesa imetoka hapa, inaenda kutengeneza ajira kule. Tuna viongozi wenye akili hapa, halafu wanasema kuna tatizo la ajira. Wasukuma wanalima mpunga hapa, uongo kweli? Wangapi mnalima hapa mpunga? Wangapi? Nyosha mkono tu mnalima mpunga, uongo kweli? mnasubiri mvua inyeshe ndio mlime, kwa sababu hakuna maji. Huwezi kulima mpunga bila maji, uongo kweli? yeah. Kwa hiyo unasubiri mvua, mvua ikinyesha tunalima mpunga mara moja kwa mwaka, uongo kweli? kwa kwa kwa nini? Kwa sababu mvua inanyesha mara moja kwa mwaka. Lakini tunaziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, tungekuwa na viongozi wangechukua maji kutoka kule wawaletee kwenye mashamba mpunga ni miezi mitatu, umevuna siku tisini. Nasema uongo? Yeah. Kwa hiyo msukuma wa meatu asinge subiri msimu mwingine na msimu wa mvua.